Mambo vipi? Kwa majina naitwa Mansuri au Mr. Fine, uh, mtengenezaji wa mauzuri kutoka Tanzania. Hapa hapa bwana, leo mimi nipo ndani ya Temeke, nadhani watu wengi sana mnaofahamu Temeke. Leo niko zangu Temeke hapa na kitu kimoja ambacho kimeleta Temeke bwana, kuna sakasaka la mshikaji mmoja ambaye alikataa ujauzito wa mwanamke wake, hey, akiwa na mwezi mmoja, na alimwambia uh, kama anaweza basi atoe ujauzito kwa sababu mshikaji alikuwa amwamini huyo mwanamke sasa. Baada ya kumsikiliza kisa chake nikaona kama kisa chake ni kizito na kuna watu ambao wanatakiwa kujifunza. Sasa, okay, my brother, yeah, yeah. Yes. OG bila shaka ni yeye mwenyewe si ndio? Hatari mwanangu. Karibu mwanangu. Kama, kama. <tbesi> <Kuna matautu. tbesi> Mwana, mwana, kama nilivyokwambia kwenye simu kuwa tutakuwa tuna shuti kitu ili watu waweze kuelewa kwa mapana, watu wajue namna gani wanaweza kujifunza Unajua, kisa chako wewe ambacho nimekisikia ni kikubwa, nimekosa sehemu ya kukaa, si tunaweza tukakaa wapi tuweze kulizungumza, watu wengine pia waweze kulisikia uh, na kulijua. Mama, shikamoo, pole sana. Ndio wanangu, mnawaka Mashikamo. kweli kweli, kutemeke Yo, hapa vipi? Hapa unyama, mm, basi hapa mm -hmm, au tukae hapo kwa wote, tukae mradi tuweze hapa ku... hapa unyama <laughs> mzee, yeah, vipi? Ah, bwana mi bwana mi nimetii wito. mm -hmm. Na of course, tunatamani pia vijana wengine wajifunze kupitia mm -hmm. sisi eh, yeah, kupitia kisa chako ambacho wewe kimekutokea. Okay, kwa hiyo mimi na imani kuwa wengine pia wanaweza kujifunza kupitia hichi ambacho wewe kimekukuta si ndio, eh? Well. Naanza naanza kwanza nikatoa mic yangu hapa. Kwanza bro unaitwa nani? Naitwa Moses. Moses. Eh. Bwana, watu wa wapi kule, Beth, wapi kwa Farao eh? Watu wa Farao eh. <laughs> <laughs> <laughs> Okay, <laughs> sawa okay, <laughs> so, okay, so, wewe pia ni mzaliwa wa wapi labda? Mimi ni mzaliwa wa Tanga. Tanga. Yes. Wewe ni Mtanga kabisa. We ni mtanga kabisa, we kwenu tanga kabisa, we ni mwanaume kutoka Tanga kabisa <laughs> <laughs> okay, sawa bwana. Uh, mimi wakati nimepokea ile simu yako na uliponiambia kwa kisa cha ujauzito mwanamke wako uligombana sijui nini na nini kisa hilo swala la ujauzito, yeah. sasa leo natamani uh, tupe stori kidogo na watu wale pale ambao wanatutazama ili mradi na wao pia waweze kujifunza kupitia hili ambalo wewe limekukuta. Uh, cha kwanza tuweza tukajua huyu mwanamke wako labda anaitwa nani? mwanamke wangu ame anaitwa Halima. na mna mahusiano? Yes. Okay. kwa muda gani? tuna okay. almost kama miaka mitatu na nusu hivi ama mitatu. Okay. Mm -hmm. Na katika hiyo miaka yote mitatu yeah. uh, hakuwahi kushika ujauzito na huu ndo mara ya kwanza uh, um, naweza nikasema hivyo, kwa sababu sikuwahi kuona eh, chochote ambacho kimetokea kime, yani miaka mitatu na bado ukawa yani, ukawa tu hauna mashaka kuwa, eh, ina maana hata sikosei au ndo upo makini? Nafikiri na ni tulijipa muda wa kujitafuta. okay. tulitoa muda wa kujitafuta kwa sababu sikuwa na mashaka katika hilo. okay. Eh. Na mlipojipa, ulipopata nafasi na wakati ambao ameshika yeye ujauzito, ulikopo tayari umeshapata nafasi, yani umejitafuta umejipata, au ulikopo bado Uh, kwa namna fulani naweza nikasema nilikuwa nimeshajitafuta na tulishadhamilia, kwa, kwa kama unavyojua swala la ujauzito ni maswala ya kujipanga, kwa kwa hiyo eh, yes, tulikuwa tumeshajipanga tukaamini sasa ni wakati sahihi wa kupata wa kupata eh, kwa hiyo nilikuwa nimeshadhamilia namaana. Na dalili ipi labda ambayo uliiona sasa kwa mwanamke wako mpaka wewe yuko wapi, ukasema tumegombana, tumepotezana kidogo yeye yupo na maisha yake na mimi na maisha mengine right? Ni kweli. Kitu gani kilichosababisha mpaka akaanza maisha yake na wewe na maisha mimi na wewe ukaishi maisha yako wakati mnapendana? Unajua ndugu, ndugu mtangazaji ndugu eh, Mansuri unajua mimi mpaka kukuita hapa nimekuamini sana, na ninajua kabisa na ninajua na, na kabisa kwamba ni Tanzania nzima sasa hivi wanakutambua kwa maana hiyo, nafikiri ujumbe ambao utakao nitakao nimekupa au nimetoa najua itakuwa ni funzo kwa wenzangu na Tanzania na dunia kwa ujumla right, kiujumla kwa watakao wanatuelewa right. Kiukweli ni kwamba baada ya kushika mimba yule bwana yule mke wangu ni mwanamke tu ambaye alikuwa ni mke wangu, naishi nyumba moja, naishi nyumba moja lakini nilianza kuona taratibu ambazo zinakwenda ndani ya nyumba tofauti, mambo alikuwa wanakwenda oh, a yeah, ni kama vile kama vile nikanibambikia hivi unajua, kwa hiyo nikaanza kuona kwamba hapa sasa tayari Uli mzigo mpaka kwa hisi kwa labda. Hapana, kupata nilikuwa napata lakini nafikiri baada lile tatizo tu nikaanza na, sio tatizo baada lile jambo kuingia nikaanza kuona sintofahamu zinaanza kuwa nyingi, mambo mala unakuta, mlango kafungia, mala unakuta, story nyingi sana kwa mashoga zake nyingi zinatambaa akae nyumbani akatulia, unaona kwa hiyo mwisho wa siku tulishindwana nika kwa hasira nili, niliweza kuhu hata kumpiga pia niliweza kufanya hivyo. Ulimpiga? Kwa hasira. Alifanya nini mpaka? Yaani nataka kujua kosa gani lilosababisha mpaka ukampige. Ah. Ilimradi tujue hata kama sasa maana wewe unachotaka ni kurudiana naye. Yes. So na mimi lazima nizungumze naye. Kuza wale ondoka mwenyewe. Ah, baada ya ku siku hiyo nakumbuka, ilikuwa ni usiku wakati zile kuropushane za ndani asubuhi. Uh, kwanza usiku ule ule aliondoka. Uh, kwa hasira nilimwambia aondoke. Kwa hiyo alipoondoka, nakumbuka alirudi siku ya tatu yake, yani siku ya kesho hivi, kesho kutu yake hivi ndo alirudi. Lakini aliporudi, alikuja tu na neno moja kwamba mahitaji nichukue nguo. Kwa maana hiyo mimi niko na mimi nilikuwa nishachoka, nikamwambia, bwana, nataka kuchukua nguo, aondoke. Eh, yes bebo, kwa maana kwa hiyo kwa hiyo alikaa nje siku tatu pale, maana yake ile siuko wapi sasa wana, baada sasa ya kuondoka hapo na kufanya tafiti zangu kwamba nilisikia yule mwanamke ana, ana mahusiano nje, na muda huu alikuwa tayari ameshakwambia kuambia kuwa yeye ni mjamzito e, wakati huo nakumbuka yes ilikuwepo hivyo ameshaniambia mi ni mjamzito. Na na nanna kiukweli, katika zile dalili ma kipindi cha kwanza mi nilienjoy, nilifurahi kwa sababu nilikuwa tayari ni muda ambao tulikuwa tumeshajiandaa Eh, eh. Kwa maana hiyo akanielekeza kwamba mimi sasa siwezi kukaa tena na, na wewe kwanza umeamua kunipiga au umenitoa alama. Ah, kwa hiyo hapo ni kwamba wewe ulivompiga ndo akaondoka kakaa siku tatu eh, yes, yes, na yes. Ulimpiga kwa sababu zipi? Ni kwa sababu ambazo tayari baada ya kipindi kidogo cha mkweli bro, na nakuwa mkweli, kipindi ambacho tulianza kufurahia ile tunda ambayo tumelipata, baada ya hapo sasa ndio zikaanza mikurupushani ambazo hazina sababu za kimsingi. Kwa maana hiyo hata mimi mwenyewe nilikuwa nikihisi kabisa kuna changamoto hapa hapa, kuna baada ya kufanya taratibu zangu na, na, na, na research zangu nikagundua hivyo kwao. Kama mwanaume kama lijali kama mbani na moyo nilishindwa kuvumilia. Kwa maana hiyo niliamua kutumia asila. Ehe, na kuweza kuondoka, na baada ya kuondoka kweli mimi mwenyewe najutia najutia kwa sababu kuna vitu ambavyo navikosa, kumbe niliweza, ningeweza kuchukua nafasi ya kukaa na tukazungumza na mambo yakakaa vizuri, lakini sikuweza kutumia nafasi hiyo. Nilitumia kama wanaume, nilitumia na ubepari kuweza kumfanyia kitu ambacho sio, sio sahihi. Unajua, hapa mi nahisi kama kuna kitu hakipo sawa. Ukisema kuwa ulimpiga, kuna mambo mambo uliyaona ayo, mi ndo nataka niyajua ayo, mambo gani alikuchiti Labda kuna dalili gani mpakaikakupelekea kunyanyua mkono wako na kumpiga mwanamke wako? And... na hapo yangali, unajua kabisa ni mjamzito. Yani, kuna kitu gani unaficha? akiwalisia mimi ninachokifahamu na kukielewa kwa nyakati zile, mimi naelewa kabisa hata kuchitiwa ndani yake kulikuwepo, kwa sababu hata matumizi yake ya simu yalianza kuwa hafifu mbele ya macho yangu, yali zi... simu zilikuwa zinafichwa sana, tofauti na mwanzo, unajua lakini nilivyoanza kuona hiyo kitu, kwa nini afiche wakati before haikuwa hivyo? Kwa moja kwa moja mimi niliweza kuamini kwamba hapana, mm. Hapa kuna tatizo. Unakunywaga pombe? Hapana. Unavuta labda na smoke? Hapana. mm. Aya, okay. <laughs> Saa, kwa hiyo alivyoondoka alielekea wapi? Sasa hapo ndo kiukweli Monsuly <laughs> ndo ni simu yangu ulioiona kukutafuta wewe ni kwamba nilikuwa nataka msaada wa kumpata, kwa sababu wewe unatizamwa na wengi. Kwa maana hiyo, popote namba yake ya simu ndio ninayo. Sasa hapo inabidi tumpigie, alafu tuone kama tunaweza tukampata, tujue sehemu gani yupo kama tunaweza tukamfuata tukazungumza naye, ili swala wewe unataka kurudiana naye kuomba samahani, tujue ile ilo kosa ambalo ulifanyia kabisa, na upo tayari kumpokea hata kama mlipishana. Ndio maana nikakutafuta wewe, kwa sababu naona sana unavyoshauri na unavyopatanisha watu matatizo na nini mm, ko mpaka nimekutafuta, ni maana tayari najua kabisa hili ni kimbilio sahihi, naweza ukanitatulia matatizo yangu basi sawa, inabidi tufanye mpango kumpigia. Hapo ndugu yangu, miguu yako mazna, hata upatikani. Kazi unafanya ni patikananganya no, wow. Yeah, kama mwezi mmoja hivi au wiki tatu nilimpigia, nili, nili, alipatikana tena, nili, aliku, akuwa nasalio, nilipiga iliita, then nikaona imerudi kwa namba nambangeni, nilipomuliza nani akanijibu, lakini alinijibu mbovu, kwa maana baada ya pale anampenda kwa sasa, najua najutia kwa sasa hivi najutia, kwa muda uliopo najutia. Yes, sasa labda unapajua, labda anapoishi twende. Kwa sasa sipafahamu, ila ni mmoja alikuwa anapafahamu, naye anakaa mtaa, anakaa maeneo haya, ni mazingira. Inabidi twende kwa rafiki yake, mradi tumuulize kama tunaweza tukampata huyo mtu wake, huyo shoga yake atuambie anapoishi, mradi tuone tukakiri makosa, tukaombe samahani. Okay sawa, so, bwana uh, huu ni mguu hapa tu, tunachoka moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake, mradi aweze kutuambia anapokaa rafiki yake, ili tukaombe zetu samahani, watu waishi na amani kama kawaida, si ndiyo?